kukuroga mbwa basi lazima apatikane mchawi wa kukuopoa. Naam, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndugu zangu, nazungumzia kuhusiana na swala alilozungumzia shekhe Walidi. Shekhe Walidi ni shekhe wetu wa mkoa Dar es Salaam. Alhamdulillah, amezungumzia kuhusiana na maswala ya kwamba uchawi unatibiwa kwa uchawi, yani uchawi anamaanisha kwamba uchawi umerogwa wewe kupitia na, na machawi sharti upate mtu aweze kukufanyaje kukuopoa yale machawi, kisha umtafute shekhe aweze kukusomea. Kwa maana kwanza tufahamu, shehe Walid kasoma, alhamdulillah, amekaa na mashehe wakubwa. Maana yake Qur'an anajua, na anajua kabisa ili jambo si sahihi, ili jambo ni sahihi. Amezungumza vile kutokamana na ukweli, jinsi wa mambo, jinsi ulivyo ukweli wa mambo, jinsi ulivyo na unapokuwa mtu mwalimu kama yule shekhe kama yule nasikilizwa, lazima uzungumze kweli. Tuachane na drama, tuachane na kupondeana pondeana, mashekhe wanawaponda mashekhe wenzao, kila sivyo mashekhe. Tunakuani wanatupia na maneno, wanasubiria tu ukosee tu kidogo, waingie katika mtandao wa kuchambe, waingie katika mtandao wa kuseme, hili ni madi tu. Sasa haiko hivi, ukweli ni kwamba ujao unatibiwa kwa ujao, ili wewe umerogwa Hivi kwa mfano nasema wewe una uchawi umefanyiwa, umetupu mfano ucha umefanyiwa uchawi, upo chooni umetupwa, ndani ya choo, makaburini umepelekwa, njia za panda, siyo same tofauti, majaralani umefanyiwa, maana una sihiri ambazo same zile chafu chafu ulizofanyiwa, alafu wewe unachukua Qur'ani unakaa nayo mtu unamsomea hivi, uchawi utatoka kweli? Kwa sababu uchawi mimi ndivyo naamini, haupatani na mambo machafu. Kwa sheikh kasema hivyo, kwa sababu ule uchafu uliofanyika pale sharti apatikane mtu aweze kuopoa ule ucha, uchafu uliokopo pale aweze kukutoa kwa kutumia zile njia alizopita walizopita za, za, za, za uchafu na yeye akuopoe kupitia zile njia za uchafu, kisha atafuta ustadhi afanywe dua, huyo mtu atakaa sawa. Tukizungumzia swala la mtume, Mtume Muhammad akutibiwa na na, na, na, na, na, na kula mfala kina kula mmasi, ila bali mtume alioteshwa uchawi upo kisimani. Tofautisha kuoteshwa kwamba uchawi uko sehemu fulani na kutibiwa, vitu viwili tofauti. Yani wewe huyu unaumwa na machawi, alafu ukaoteshwa kwamba ule uchawi uko sehemu kwenye jiwe. Sasa wewe ushapona sio? Ushaoteshwa kabisa, bwana, uchawi upo sehemu fulani, ni shati tu la kwenda ukaufukua ule uchawi. Kwa kuwa mtume Muhammad SAW ni ni ni mtume wa Mwenyezi Mungu, baada ya kuoteshwa yale ikamshukia mshu, ika haya kula falaki na kula binnasi, ili asome kupoza ule uchawi, kutokana yale mafundo aliyofanya, je, yaliyofungwa ya. Lakini sio kwamba mtume alisoma kula udhu bibi falaki na kula binnasi akapona moja kwa moja machawi yake, bali kwanza alianza kuoteshwa. Je, wewe unaoteshwa ili wewe ufananike na mtume kwamba mimi nimeogwa, nisome kula falaki na kula binnasi? Je, wewe mtume, unaoteshwa wewe unajua wapi uchawi ulipo? watu unajua kama ujui, ni lazima umtafute mtu ambaye anejua uchawi au anejua anajua kupita na njia hizo ambazo walizopita wao, akuopoe. Kisha kisha kuopoa si dhambi, akisha kuopoa yale machafu yake, bana mtafute shehe fulani, nenda kwa ustazi fulani akufanyie dua. Hayo ndio majambo, tusipende kubishabisha, tusisubirie mashehe wakikosea tu au tusisubirie mashehe wakiongea jambo tuwakosoe kutokamana na chuki zenu. Hii hatujengi, tunabomoa huku tunapokwenda. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.